Delvis na Jesse mm. Nina shaka jamani, mipango yao imefeli. Vita vyangu mimi napiganiwa na, na Mungu siku zote hawataniweza jamani, you no know? Kuna watu watukutu sana, wanajaribu watu w wenyewe wanajaribu watu kuwatafuta siku zote, lakini hawataweza maana vita vyetu topiganiwa na Mungu jamani mm. 44 dakika pa mwendo wa saa 12 asubuhi, majirani ya Afrika Mashariki hmm. Yanayotendeka sema no sema milioni moja. Milioni moja? milioni shinga Zindara. Sasa hapa hivi unakumbuka yule mshukiwa wa mauaji ya Kwari. Collins Jumaisi Khalusha yule mbali aliyehepa, aliyekuwa anaua wanawake. Eh. Leo ni siku ya wanawake. E. E. So, wamesema sasa hivi if you get any information DCI about him yeah they mm -hmm. will give you 1 million shillings nasema well. mm -hmm. anyone with information of the whereabouts of this man mm -hmm. they want to rearrest him DCI wameshindwa kumukamata sasa wanatumia Mkenya because of <laughs> one million shillings atumia wasaidiane kukamata huyu jamaa This man unajua ni jamaa ambaye eh, hata kama akienda bali awezi kujionyesha in public because he's known. He's notorious. Eh, for what? Sura yake ko kila mahali. Yes. Hapo sema bwana sasa hivi one million cash money will be given to anyone with information about Collins Jumaisi, Jumaisi Khalusha. Kwa hivyo msikilizaji, hela zipo, anze kutafutana na huyu jamaa bwana, tupewe milioni moja hivi. Mm. Eh? Sasa hivi ukipata milioni moja unafanya nini? Mimi. Kazi yenyewe gani kwanza? Kwako. Mimi siezi. Mnafanya kazi. Mm. Sitaki.

one million in the pocket if anyone with information kumhusu Collins Jumaisi Khalusha anapeana, basi anapewa one million shillings. Wanauliza jenzi, muko so, wapi? Situko hapa. Wana mbona hamji kuchukua kula, lakini mbona, lakini hiyo imeanza jana, iliingia siku yake ya pili leo, tunataraji kwamba itakuwa inaingia siku yake ya tatu. Sasa hata kando na Gen Z hey. Mama Gen Z pia unajua wamekuwa pale wakiandamana vitu kama vile so hey. So <laughs> you are the change, sindio? Mmesema we are fearless tribeless nini eh. So if you want to fanya hiyo mageuzi, bas you must take votes, lakini sasa jenzia noya to be seen. Na jana nikakuwa na share na wewe nikakuambia, mm, mimi sioni kama jenzia anaweza kaa kwa line ya kupiga kura two hours na jua tu awazama amerauka anachomwa na vile wanapenda kulala, kwenda kupiga, kupiga kura ati sijui mm, nini, nini? Mbona anachukua vidole zangu mm, anapeleka wapi? Ana, ana, pole pole Eh, wacha kuscrub na nguvu eh, wewe. Kama hutaki nipige kura ni useme mimi. Do you know that my vote is my right? You should talk to my lawyer, <laughs> lawyer Mogani

Lakini kando, unajua jezi ndio wanaangaliwa sana mm. But pia watu wengine washoshe wakuukani kama wamechoka. They have not turned up. Because it is the second day hav no, sijui io wanapalilia sasa hivi I guess so. I guess so. Okay. IBC wale ambao wanapalilia IBC nalenga 6.3 million voters. Hizo mm. ni kura ambazo zinalengwa mm. Sasa hiyo target ita, so, yes. eh, eh, President William itaafikiwa Ruto. Eh. Tunajua juzi katika mkutano wa wajumbe wa chama cha Jubilee. Yes. Eh, the former president mm. Uhuru Kenyatta mm. aliweza kashifu serikali ya William Ruto no. kwa kusema kwamba ili scrape away kitu kinaitwa Linda Mama. Very true. Sasa jana rais amejibu mm. ex president mm. anamwambia we bwana, hii kitu tumefanya tu <laughs> improvement hatujatoa, sasa hey. tulitoa tu mama tukaweka jamii, kwa hivyo hapo ilikuwa Linda Mama hiyo yako mm. lakini sisi tumeongeza jamii sasa tulindi tu mama, tunalinda mtoto, tunalinda mzee, tunalinda na Ai. <laughs> He. Aha, wewe ebu msikilize because yeye ndiye alisema mwenyewe. Hey. Anasema sisi tumefanya tu improvement. Mhm. Ile tumefanya ni tume Eka jamii hiyo ambayo anasema nilinda linda jamii eh. is it ina exist ama <laughs> nilinda jamii gani hiyo e, mimi sijawahi sikia sikia nilinda jamii is obviously <laughs> better <laughs> <laughs> and therefore it is an improvement yes. from mm. what it was in yeah. terms of the scope from just um, delivery of mothers uh -huh. which was the primary target of uh, Linda Mama <laughs> yep. now improved it to cover prenatal Uh -huh. ja no <laughs> yeah. Nasikia Linda Jamii kuna yeah, mama ambao mnaenda huko mataneti mtuambie yeah. kuna Linda Jamii huko ama kuna nini mama? before mtoto azaliwe wa wakati wa delivery na after kuzaliwa, mambo ya jamii ah linda mama linda <laughs> linda, linda jamii mna mchezo nini? Mchazo, nini? Zito, iyo, <laughs> kwa nini wewe? Rais zimesema linda jamii, so amesema mzee baba Uhuru Kenyatta, acha story mob hii <laughs> hey, yako ilikuwa sawa ndio na nilikuwa na wewe tukiunda, lakini mimi hey, nikaamua, acha isiwe tu mama, acha niongeze jamii. Tuko na president na nini, kipi shida iko wapi? basi kama yeah. President anajali jamii ya si tu mama <laughs> eh hey, kuna shida gani? Nyinyi mwachane na rais, si furahi <laughs> mwache rais ya kai oh really yes hmm. Mwende mchukue kura. Wacha nisionge. Kiti nafanya mchukue kura. Lakini si mambo ingine ya rais. <laughs> nyinyi mwa